Mheshimiwa mgeni rasmi, na mimi niseme CODEPATA hawa wanakuwa tu kimya, lakini mafanikio yote tunayoyataja katika nchi yetu katika sekta mbalimbali mbali. Hawa ni silent workforce ndio wanatangulia kwenda mbele yao. CODEPATA oye oh oh! Kuna wakati wanashindwa kuandika hotuba zangu za bajeti kusimulia kazi kubwa waliofanya, huwa natamani kukopi na kupesti hata TAMISEMI na kusema hiyo yote apply kwa sababu hawa wametangulia mbele kwenye kila mafanikio ya sekta mbalimbali wanazofanya huko. Ukienda kwenye nishati wapo. Ukienda kwenye maji, wananchi watumie vyanzo vizuri, wapo. Ukienda afya, watu watumie huduma na wajikinge na magonjwa, utawakuta. Ukienda kwenye elimu, watu wasikimbie kusoma shule, waandikishe watoto wote, utakuta wametangulia. Ukienda kwenye barabara unawakuta wameenda kuambia wananchi barabara ichongwe wapi. Ukienda kwenye mifugo wanasema wapi tufuge na wanya magani wa kufuga kwa sasa hivi na mwafugeje, utawakuta hawa hapo. Ukienda wapi, kwenye utamaduni mila na desturi, utawakuta wanaongea na wananchi wabadilishe fikra zao wasiige mambo ya kigeni kigeni. Ukienda kwenye fedha na uwezeshaji kiuchumi, unakuta wanaenda kuwaeleza wananchi fursa gani zipo. Uende wapi umkose CODEPATA? CODEPATA oye! Kwa hiyo saa nyingine ni vigumu sana kusimulia mafanikio yao, ila yanajireflekti kwenye pale tunapoungana na wananchi wote kwa ujumla kufanikisha safari ya maendeleo kwenye taifa letu, tukiwa tumemtanguliza mbele injinia wa kubadilisha fikra za wananchi, kuwashawishi na kuwawezesha waweze kuzibaini fursa na kushirikiana na serikali kwenda mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la kongamano na mkutano huu ni kuwakutanisha hawa wataalamu wa maendeleo ya jamii nchini ili waweze basi kupeana mbinu waweze kupeana uzoefu kuweka mipango mikakati na vipaumbele vitakavyowezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Vilevile katika uh, shughuli hii washiriki watajadili utekelezaji wa mipango mbalimbali mbali ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuwawezesha wananchi kuwa kitovu cha maendeleo endelevu na jumuishi na kutumia rasilimali zinazowazunguka pia watakuwa ni mashahidi wazuri kwenda kwa wananchi tunapoelekea Oktoba kwenye masuala ya uchaguzi, kusimulia basi ule uhalisia na ukweli wa maendeleo yaliyopatikana kwa lugha nyepesi ambayo wananchi wataweza kuelewa ni kitu gani kimefanyika na kimewagusaje katika mustakabali wa maendeleo yao. Mheshimiwa, haya yote yameunganishwa na kauli mbiu ya shughuli hii ya mkutano mkuu na kongamano mwaka huu kwamba wataalamu wa maendeleo ya jamii kwa maendeleo endelevu na jumuishi, shiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025. Naomba muimbe wenyewe: wataalamu wa maendeleo ya jamii kwa maendeleo endelevu na jumuishi, shiriki uchaguzi gani? Shiriki! Asanteni sana.